Ta relocate hii, um, prison. Kuna jela iko hapa katikati ya town. Mahabusu hawahitaji kukaa town, mahabusu utawapeleka kule mbali mbali kidogo, si ndio? Hii siti ya Kisii hapa katikati, mimi nataka niwajengee nyumba elfu kumi hapo kwa mahali kuna hiyo hiyo, hiyo jela, hao watu wa jela ni watu namna hiyo namna hiyo, lakini nitawapeleka mahali ngine pale waende wakae hapo. Sijui kama tunaelewana jamani, kwa sababu kama kuna county ilikuwa katika fikira zangu wakati nilikuwa nafikiria hili jambo la affordable housing ni Kisii county kwa sababu hapa ndio mashamba imekuwa ndogo zaidi. Tukiendelea kuzikatakata tutakosa mahali ya kuzalisha chakula, na tukikosa mahali ya kutula, eh, kutusaidia kuzalisha chakula tutakuwa na njaa na tutakuwa na balaa. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo kule Ugembo tuko na affordable housing kule eh, juu eh, kule eh, Masaba tuko na affordable housing, hapa tuko na affordable housing kule chini eh, kwa kina Osoro tuko na affordable housing. Nia yangu katika phase 1 ni kujenga nyumba elfu kumi na tano hapa Kisi, na tumetoa pesa ya serikali 26 billion ya kujenga hizo manyumba nin